Serikali ya Uingereza imetoa onyo kali kwa Israeli kuhusu kuendelea kwa mashambulizi ya kijeshi katika ukanda wa Gaza, ikisema kuwa haitavumilia ukiukwaji wa haki za kibinadamu unayefanywa dhidi ya raia wa Palestina, na hivyo kusitisha mazungumzo mapya ya biashara huria na taifa hilo la mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje ya Uingereza, David Lammy aliyesema hayo Jumanne wakati akihutubia Bunge la Uingereza, akibainisha kuwa hatua hiyo ni sehemu tu ya msimamo mpya wa kisera na kulaani vitendo vya kijeshi vya Israeli vinavyoendelea kusababisha vifo vya mamia ya Wapalestina na kusababisha janga la kibinadamu katika eneo hilo, na nuku: Makubaliano yaliyopo ya kibiashara bado yanatumika, lakini hatuwezi kuendeleza majadiliano mapya na serikali ambayo sera zake zinakiuka haki za kibinadamu na kuhatarisha suluhu ya mataifa mawili. Katika hatua nyingine, Uingereza pia imetangaza vikwazo vipya dhidi ya vituo haramu vya walowezi wa Kiyahudi katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Vikwazo hivyo vinahusisha watu watatu, vituo viwili vya walowezi haramu na mashirika mawili yanayotuhumiwa kushiriki katika ghasia dhidi ya jamii ya Kipalestina. Hatua hizo zimejiri siku moja baada ya Uingereza, Ufaransa na Kanada kulaani vikali mashambulizi ya Israeli katika Gaza na uvamizi unaoendelea katika Ukingo wa Magharibi. Umoja wa Ulaya nao umepiga kura kutathmini upya mkataba wake wa ushirikiano wa kibiashara na Israeli. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya mkuu wa sera za kigeni wa EU Kaja Kallas. Waziri Mkuu wa Uingereza, Keir Starmer, naye aliongeza shinikizo dhidi ya Israeli kwa kusema kuwa mateso yanayowakumba watoto wa Gaza hayawezi kuvumiliwa, na alisitiza tena wito wa kusitisha mapigano hayo mara moja. Kwa upande wake, waziri wa Mashariki ya Kati wa Uingereza, Hamish Falconer, alimwita balozi wa Israel nchini humo, Tzipi Hotovely, na kueleza kuwa kizuizi cha wiki kumi na moja cha misaada ya kibinadamu kwa Gaza ni cha kikatili na kisichotekelezeka. Huku hayo yakiendelea, mashambulizi mapya ya ardhini yameanzishwa katika Gaza na hali ya njaa ikiendelea kuzorota, hali iliyozua wasiwasi mkubwa wa kimataifa. Serikali ya Israeli, hata hivyo, imepinga msimamo wa Uingereza na kudai kuwa mazungumzo ya kibiashara huria hayakuwa yakiendelea hata kabla ya tangazo hilo. Waziri Lammy alihitimisha kusema kuwa Israeli ina jukumu la kuhakikisha usalama wa raia wote na kwamba kushindwa kwake kudhibiti ghasia kutoka kwa walowezi kinahatarisha maisha wa Palestina na matarajio ya amani ya muda mrefu katika eneo hilo.